kali imeleta maafa makubwa kwenye vijiji viwili vya kata ya Ikuti wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya na kusababisha kuezuliwa kwa nyumba 23 ikiwemo zahanati ya kijiji cha Ikuti na kanisa la Moravian pamoja na hasara ya migomba yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 250. Kutoka huko Rose Chapewa anaondani kwa taarifa hiyo. Tuahidi ndani ya siku tatu, mimi natarajia kwamba hapa palikuwa pangekuwa pamefunikwa. Mmenidanganya mimi, muende kutekeleza kile mnachomwambia. Arasimu simu kama pale ungesema e. Tungilikuwa ni simu sisi, gari zinakuja kila siku. Bati anavyozungumza bati hazipatikani simu hata, hata Dar es Salaam hazipatikani. Hilo, hilo ni tatizo. Hali ndivyo ilivyokuwa kwenye zahanati ya kijiji cha Ikuti baada ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Abbas Kandoro akiambatana na mkuu wa wilaya ya Rungwe Zainabu Mbusi na mbunge wa jimbo la Rungwe Sauli Amon kutembelea nyumba zilizoeziliwa ikiwemo zahanati hii. Awali afisa kilimo wa wilaya ya Rungwe Godwin Katiko amesoma taarifa ya tathmini awali ya maafa hayo ambayo yametokea kwenye kitongoji cha Kinyika na kijiji cha Ienje. Afa iliyopatikana kwenye migomba hii, kwa wastani katika hizo kaya mia moja wanasema wanakuwa na uwezo wa kuvuna migomba kumi na tano kwa wiki. Kwa ujumla, ukizungumzia swala la, swala la, la, la gharama au labda athari za kulingana na pesa ambayo wangeipata ni milioni mia mbili hamsini na mbili Aidha, mkuu huyu wa mkoa wa Mbeya baada ya kupokea taarifa ya tathmini hiyo hakuridhika nayo na kuomba kufanyike kwa tathmini nyingine haraka, na kutoa agizo kwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe Ezekiel Mwakota kuitisha baraza la dharura la madiwani ili kuona namna ya kuwasaidia wahanga hao. Basi tathmini yetu ijaribu kuona kwa haraka sana tunaweza tukawasaidia namna gani wenzetu hawa. Kwa hiyo halmashauri yetu inatakiwa yenyewe iwe mstari wa mbele kabisa kukaa katika kikao cha dharura kulizungumzia jambo kama hili. Mtatoa bati sabini kwa ajili ya kuwezekea kanisa ambalo kwa sasa mtalikosa, ili muweze kuwezeka tena. Hata hivyo, mkuu wa mkoa ametoa msaada wa mablanketi na vyandarua kwa wahanga, lakini pia kabaini kuwa nyumba zilizoezuliwa zilijengwa kwa kiwango ambacho hakina ubora kisichoweza kuhimili upepo mkali na hivyo kuhamasisha wananchi kupanda miti. Kutoka katika kijiji cha Ikuti, kata ya Ikuti, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Chaneli Ten.